Aha, um, huyo hapa anaitwa Awena ni, ni mke wangu, ah, ndio mama yake Rose <laughs> sana si nashukuru, siwezi siwezi kulala na Simon mina <laughs> <Mama. laughs> mtaani tu eh? Na yote anayoyapitia chanzo ni umaskini. Sielewi elewi nimefikaje, ila ninachokijua ni kwamba sikuwa sawa. Hupaswi kuuliza kuhusu baba yake mzazi. Nina haki ya kujua Richard sio baba yake Rozi, wewe ndo baba yake Rozi. Richard ni mtu mbaya kwangu, namchukia, sitaki na kusikia jina lake. Hakuwahi kuwa bosi mzuri kwangu. Mimi sitaki kulitaja hilo jina, sitaki. <laughs> Richard, please, unaweza kuniacha peke yangu kwa muda kidogo? Richard, this is serious. Richard. Najiuliza sipati majibu, mbona nikiwekeza upendo nalipwa ubaya? Najiuliza sipati sababu. Naima. Yes. Asanteni sana jamani. Karibu. Honestly, napenda sana kwa hivi. Jessica. Unajua mimi naye tulipendana sana wakati huo. Ingawa sasa hivi tunaenda kufunga ndoa kwa sababu ametakwa wa ya wazazi, lakini nadhani unajua kama zamani, tulikuwa na sisi zamani tulikuwa na ndoto ya uh, so kuoana <laughs> <sighs> Unajua, ningependa sana tuwe marafiki, tukiachana ndoa ambayo iko mbele yetu, nitamani sana tuwe marafiki. Huwezi jua inaweza kuwa msingi mzuri.

Samahani, sikujua kama mna mgeni. Uh, no, bro. Karibu sana, usijali. Dr. Louis, right? Yes, of course. Nakukumbuka. Nadhani nimekuona kwenye kikao cha board. Yes. Yeah, karibu. Samahani, washroom ni wapi? Tuende tukupeleke. Swali gani la kijinga? Baba yako yupo hapa. Nisaidi, nataka kumjua babangu. Labda ye anaweza kuwa na majibu ya kwa nini unanichukia kiasi hiki. Nilipata ajali kwa sababu yako, nilitaka kufa kwa sababu yako, lakini hujakanyaga hata mazingira ya hospitali. Wewe ni mama aina gani? Tangu nikiwa mtoto nilijitahidi kuwa mtoto mwema ile walau nipate hata mapenzi yako, lakini sikumbuki ni wapi niliwahi kukukosea. Ya mama yangu hujawahi kumwongelea ya baba wangu mzazi. Sira zako zimekuwa ni kubwa sana kwangu kufikiria kumtafuta na kumjua hujaita siku moja kumwongelea baba yangu mzazi, lakini kwa hapa nilipofikia, sijui ni wapi nilikukosea mama. Nahisi kama nimechoka, nahitaji kumjua baba yangu mzazi. Nataka kumjua ni nani.

Faili limetoka masijala bosi. Unaenda wapi?

Maana rusi ni mtoto wangu. Unasemaje hmm? Mbana, unazungumza peke yako, uko sawa? Ah, no. Niko sawa. Hmm? What? Nani amefanya hivi? Nilitoka mchana, niliporudi nimekuta nili sikio hivi. Unazani nani ameweza kufanya hivi? Sijui. Labda nikuulize wewe, hilo tatizo lilikuwa nalo labda linahusiana na hili. Samani nilisau kupata wet paper ah. Asante hata hivo sikuna maji <laughs> i ino, lakini sio kila mtu anapenda kutumia maji, ndo maana nimekuletea hii. <laughs> <laughs> What happened? kuna mtu alikuumiza? So beautiful. Kuna mwanaume ni wajinga sana. Anawezaje kukuumiza hivi? Koja, um, kimefata nini hapa? Mimi, mi nilikuwa na plani zangu na Naima. Mama akamwambia niko hapa, ndio amekuja ghafla tu. Please uniamini. Kama usingemwambia Naima anaambia niji hapa ukweli, ningekufikiria vibaya sana. Anyway, asante kwa mwaliko wako, lakini siwezi kukaa meza moja na Kojek. Ulimwambia Dr. Lewis namwita hapa. I'm sorry, besti. Nisaa kumpigia simu Dr. Lewis asiji baada ya kuona kola kiuko hapa. Mimi nilikuwa nataka wewe na Lewis ndo mkae pamoja. Si unajua napenda kuwaona nyie mkiwa pamoja. Asante besti. Yaani chakula chote, Eh? Angekula hata matunda basi. <coughs> Kupoa. Uh, sasa kuna kitu nataka nikwambie. Mm -hmm. Uh, nataka uonane na Simon. Okay. Ufanye juu chini uonane naye kiwe mchana, usiku, asubuhi ila uwe umeonana Sawa. na Simon. Sa. Uh, na kingine utachagua wewe iwe restaurant ama hotelini. Muhimu ni kukutana naye, iwe sehemu ya wazi tu. Um, kwa hiyo plani ikoje? Oh. <laughs> Okay. Plani ni kwamba unachotakiwa kufanya ni kumfanya Simon awe rafiki yako wa karibu, kujichekesha chekesha, kupiga naye stori mbili tatu yaani mfanye awe huru kwako, yaani mfanye ajisikie huru kwako. Fanya fanya fanya yule bwana eh? Ajisikie ni kama unisikilize. Msichana, shida yetu ni kwamba tunachokitaka ni kwamba tupate picha hizo. Picha zikienda mitandaoni, ionekane wewe na Simon ni wapenzi. Okay. Mimi niko tayari. Mm. Safi. Mimi ndo napenda mashoga kama nyinyi. Yaani ninachokiongea. Yes, sitaki mi mashoga baba ifu baba ifu mtu unamwambia hiki anafanya. Au unasemaje mwali wangu? Niko sawa. Baba, anakuja mbele zako Baba. Baba, hakuna yoyote yule ambaye namtegemea zaidi yako Jesus Christ. Wewe ndiyo nguzo yangu, wewe ndio Baba yangu. Nakuja mbele zako Baba, sina mwingine ambaye namtumainia zaidi yako, na naomba unitangulizie hekima Baba, unitangulizie mwendo, unipe mwendo Baba, niende nikatengeneze kila ambacho nimepanga kukifanya ndani ya moyo wangu, kikawe Baba. Sina mwingine nayemtegemea, Jehova, zaidi yako Jesus Christ wewe ndiyo Mungu, wewe ndiyo baba wa mababa na wewe ndiye ambaye utakaenda kufanya wepesi katika kila ambalo nalitegemea baba. Sina mwingine zaidi yako, wewe ndiye ambaye nguzo yangu na wewe ndiye utakayehakikisha safari yangu inafika pale inapopataka baba. Hakuna mwingine, wewe ndio Alfa na Omega, nakutegemea wewe na nakabidhi maisha yangu juu yako, nakabidhi kila kitu baba, uwendi ukakifanyi kawe salama baba mbele yangu. Nakutumainia wewe Bwana, Baba, kila ulilokusudia juu yangu, basi likatokea kwa mapenzi yako. Amina. <sighs> <laughs> Asante sana siku, yenu imeendaje? Ilikuwa poa baba. Ba uh, tulifanikiwa kwenda date pia. Uh, naona ameshafika, mm -hmm. Naomba niwakimbie sasa. Asante sana Kojek. Mbona? <laughs> Asante sana Kojek. Kuna shida gani? Niko chumbani kwangu. kuingia. Simon, unataka nini? Yeah. Kusema haki za Mungu wangu, sijui hata nataka nini. Kwa hiyo kiukweli, mi mwenyewe sielewi hata nimefikaje hapa ukiniuliza kwa nini? Kwa nini niko hapa? Majibu sina, nimejikuta tu niko mlangoni kwako Simon. Simon. No. Hivi unajua kama mimi na wewe sio marafiki ha? Na alafu mimi na wewe hatuna mazoea yoyote yale. Sasa kwa hiyo, kama ni hivyo, sitaki mazoea yako ya kipumbavu Simon staki mazoea ya kipumbavu, sitaki mazoea yako ya kipumbavu kuja kuja nyumbani kwangu ovyo ovyo. Sitaki we, kaka, sitaki. Unajua wewe hivyo, wewe wewe, we we ni malaika, mi shetani, tunaweza na saa ngapi? Belinda, mimi sio mbaya wako, pengine moyo wangu haukutaka kuwa hapa, lakini nashindwa kukinzana na nafsi yangu. Nina matatizo ya kifamilia Akili yangu kiukweli haiko sawa. Kwa hiyo wewe umeambiwa, hapa ni sehemu ya baa, watu wanakuja kunywa pombe au? Maona hiki ni kituo cha watu ambao wenye mawazo ni wanakuja hapa kupunguza mawazo yao, eh? Kaka elewa, mtu ataki. Mbona unakuwa kinyanyalizi, unataka takalo yake? Kuna wakati nilisota mengi nikakosa Nikakata tama, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe utanishindia. Ninasema ni wewe, ni wewe, ni wewe.